Ni yuko karibu sana kurudi ili atutoe kwenye hali hii, maana la asivyo, la asivyo halitakuwa mbaya. Hata miongoni mwa Wakristo tumefika kubaya. Nimekuta mama mmoja analia, mtoto wake amekuwa shoga, analia mama wa watu mpaka anataka kuzimia Mea wewe mama, kwani umemwamulia yeye? umemwambia asema, baba, tumbo la uzazi linauma, nasikia uchungu kama nataka kwenda kujifungua, mtoto wangu wa kiume kuwa shoga? aka watoto wa wachungaji wamekuwa mashoga, nyinyi ambao mnaendelea kuzaa sasa Angalieni hizo shule mnazowapeleka watoto wenu, msiseme tu ina performance nzuri. Ndio maana tumekazana sisi kuanzisha mashule ambako tutapeleka waalimu tuliowalea wenyewe na wanaitikadi zetu, na wakikosea tuna uwezo wa kuvetoka. Tunakoelekea ni kubaya, hali siyo naomba tusimame watu wa Mungu.